Unajiita hasla lakini mnaishi wawili, mnavaa boxer moja kwa zamu. Oh my god, hiyo sio hasla my brother, <laughs> ni documentary ya mateso. Hayo sio mapambano bro, hiyo ni comedy ya survival. Mnapanga ratiba ya nani atavaa boxer asubuhi na nani atavaa jioni huh? halafu mnaita hiyo ni teamwork. Huo ni ujanja wa kukosa utu kabisa. Sure, kiishi na mtu hadi boxa mna share? Hiyo sio hustle, ni headline za mtaa. Kama struggle imetufikisha kwenye hadi ungoje mwenzio aivue nawe uvae hey, hiyo sio success story bro, wala sio hustle story hiyo hiyo ni stori ya mateso. Sure, struggle ni real, but hiyo no. Dignity ni muhimu zaidi. Usikubali historia ya kuvaa maisha ya mwingine. Boxer ya mtu siyo CV ya mafanikio, sure.